Hello ladies and gentlemen, habari. Karibuni tena kwenye channel yetu pendwa kabisa Dien Academy. Na hii ni Crypto Reality Check powered by Encryptors Wallet. Na leo utakuwa na mimi Trois Magno pamoja na Charity Aaron. So tutakuwa hapa kwa ajili ya kutoa clarification ya incident ambayo imetokea last week ambapo tuliweza kuona crypto zinashuka, gold inashuka, e, dola ime strengthen. Sasa watu wakawa na, nini kinatokea hiki? Market imefanyaje and all that. So leo tunataka tuchimbue na tutoe details tuweze kutoa clarification kwa scenario kama hizi zinakuwa zinamaanisha nini, na wewe kama mwekezaji unatakiwa ufanye nini. Ni yani kabisa, watu kila kona wanalia. By the way, tulikuwa <laughs> tupo kwenye zile meetings, tukawa tunashindwa <laughs> kujibu maswali. Watu wengi wanauliza maswali mm. mbona Bitcoin imeshuka, mbona hivi, mbona vile. So mm. I think ilikuwa ni kitu ambacho ilikuwa lazima tuje tukifanyia clarification tukirudi ofisini mm. na leo instant baada ya kufika tufanye eh podcast kuweza kuelezea wadau kwamba nini ambacho exactly kulikuwa kimetokea mm, kabisa. So, by the way hii uh, hi, ina in tuna, kitaalamu tunaihitaji <coughs> hii incident ambayo mm. imetokea juzi kwa kweli mm. ah <laughs> uh, maneno ya kitaalamu haya huaga hayaishi kila yeah. Kila jambo linakuwa na neno la kitaalamu yeah, na uh, lakini tunasema ni nini, ni tu tuite panic panic sell au ilikuwa nini hii? Tunasema ni liquidity shock liquidity shock yeah this yeah. is a liquidity shock kwa sababu Basically ukiangalia kilichotokea sio, of course tunaweza tukaita ni risk off, mhm mm, lakini ni, ni risk off kwa maana mm -hmm, kwamba ya liquidity shock, sio ile ambayo inakuwa kwa ajili ya kuhedge inflation. Mhm mm, unajua risk off ndizo nyingi ni mtu mm -hmm, unajaribu ku protect purchasing power yako mm -hmm, lakini hii ilikuwa ni liquidity shock mm -hmm, na basically hii liquidity shock ambayo imetokea juzi mm -hmm, imetokana na na namna ambavyo market ilikuwa imeweekend kwa kiasi kikubwa mm -hmm, kwenye asset tofauti tofauti Ukiangalia of course, the trigger point ilikuwa ni nomination ya Kevin Walsh kuwa ni uh, kama new chairman mm. wa okay, the Fed ambapo wakati Powell atakapokuwa na staff mwezi wa tano mm. Lakini ukiangalia ile peke yake mm. haikuwa trigger ya kufanya market move kwa kiasi kikubwa kile mm. kwa sababu ile ilikuwa sio natural, ilikuwa ni triggered mm -hmm. Yeah, sio natural, natural waga inaenda by steps mm -hmm. Hii ilikuwa triggered. Sasa lazima tuangalie hatuangalie tulipoangukia mm -hmm. Tunaangalia ni wapi tulipojikwaa mm -hmm. So ukirudi nyuma unakuta kuna matukio kama mawili hivi ambayo yalikuwa yamedisposition market kwa kiasi kikubwa sana, bafa yake ilikuwa ni ndogo sana baada ya mm -hmm. yale matukio cha kwanza ukiangalia <coughs> okay, Watu wengi sana walikuwa na expect uh, the Fed wata, wata cut rates. Mm -hmm. Hiyo ilikuwa ni expectation ya watu wengi na ukumbuke, mm. watu wengi sana mm. huwa wana trade on expectation na trade kwenye kile ambacho kinatokea. Mm. wanatrade -hmm. kwenye kile ambacho kinawezekana kikatokea. Tokea. Yeah, exactly. Kwa hiyo watu walikuwa na expect rate cuts zitatokea very soon. Mm. Lakini at the same time traders wengi walikuwa wako exposed kwa sababu mm. walikuwa wame wame, wame over position. Yaani mm. long position zilikuwa nyingi mm. sana mm. kwenye kila karibu kila, kila asset. Yeah, nah na pia zilikuwa leverage no? Le, over leverage yeah, yeah, yeah. Ni kwa nini sasa zilikuwa over leverage? mm. -hmm. Kwa hiyo hiyo peke yake inatengeneza thin liquidity mm. -hmm. kwa sababu watu wengi hawakununua kwenye fundamental price huko mm -hmm. walinunua kwenye high price kule juu mm kwa hiyo -hmm. unakuta walionunua kule kwa wengi, mm -hmm. kwa hiyo ina maana hao walio juu wakipata stress kidogo mm. -hmm. ah buffer ya market inakuwa iko ndogo sana mm -hmm. kwa hiyo ilikuwa ni moja kati ya kitu ambacho watu wengi mm. -hmm. ama ni moja kati ya kitu ambacho kilikuwa kimesababisha mm. -hmm. buffer ya market kuwa ndogo kwamba watu walikuwa wame over position Mission, yeah. over leverage ilikuwa ni kubwa, ni kubwa, alafu pia ile expectation ya rate cut mm -hmm. ilivyoonekana it's not likely to happen kwa sababu inflation mm -hmm. speed ilikuwa hai slow down the I way slow. watu walikuwa yeah. na expect. Yeah. Kwa hiyo it's very obvious walichokuwa na expect watu walikuwa hakiendi kutokea. Mm -hmm. Lakini watu wengi, narratives za watu zilikuwa zinaona kwamba hii market inaweza kaenda hii, inaweza kaenda zaidi. Kama rate cuts zikitokea tutapiga hela vibaya. Kwa watu wengi wakaposition long orders. Yeah. Na watu wengi especially tuliona lini? toka mwaka jana eh. Hey. Gold ilivyoanza kuperform perform, yeah. watu wengi walikuwa wako yani on the positive side, yes wana wa, na, na, na, gold imetembea pips nyingi sana hizo nyingi, isi? Sana. na unajua condition kama hizo zikitokeaga kuna kuwa na ile bias ambayo inakujaga tu natural, hey, kwamba itaenda hii itaenda tu. kwa hiyo hey, unakuta hey. hata mtu wa, mfano tuchukulie sisi traders wa kawaida tu, yeah. wale retail akifanya yeah, analysis yake hapa, anatafuta wapi pa kubai. Ehe, yani analazimishia ehe, sentiment ya kubai ndo iweze kuwapia kwenye chat. Kuwapia kwenye chat. Kwa hiyo unakuwa tayari uko buy by default, wewe ni bias mm -hmm, na ndo mm -hmm, maana watu wengi ukiangalia juzi mm -hmm, wakati ile shock inatokea mm -hmm, watu wengi wako kwenye long position mm -hmm, lakini kabla hatujafika kwenye instant iliyotokea mm -hmm, tumeielezea hii issue ya watu kuoverleverage Uh, long position ziko nyingi mm. Lakini pia expectation ya yeah, red rate cut and cut, all yeah that mm, ilifanya watu wengi sana wawe exposed mm. Lakini hiyo peke yake haikufanya hii kitu iweze kutokea mm. Mm. Kitu cha pili mm. kuna geopolitical tension za kibiashara za kipolitics na nini hivi vitu vyote vinavyotokea sasa hivi sijui Irani Marekani wanagombana sijui wamevamia huku kunakuwa hakuna utulivu wa watu kuweza kuwa comfortable kupeleka pesa zao kwenye risk assets kama crypto stocks shares etc kwa watu wengi wanaogopa kuwa exposed na risk appetite inadondoka kwa hiyo kumbuka wanaotrade walikuwa wame over leverage, mm -hmm. Investors walikuwa wanatoa pesa zao, mm -hmm. You can imagine kwamba ile leveraging position mm -hmm. inazidi kuwa thin, yani liquidity depth inakuwa ni thinner, mm -hmm. kiasi kwamba ikitokea pressure kidogo ki, mm -hmm. ah, impact yake inakuwa bala. Kwa hiyo kitu cha mm -hmm. pili pale, investors walipokosa appetite ya kwenda mm -hmm. kuinvest zaidi, inamaana walipunguza collateral value kwa ina maana ile sasa hii nayo pia hmm. inaongeza mzigo kwenye ile mzani wa wa kwenye soko so, you get the point yeah. Sasa what happened <laughs> e, mambo yako overleveraged hmm. position za long ziko nyingi, investors wanazidi kuogopa, wanapunguza pesa zao and hmm. all that hmm. What's going to happen? Ikatokea eh, Trump akam akamnominate hmm. Kevin Walsh hmm kama ndo the next candidate to be the uh, chairman nice. of Fed, FED yeah. Baada ya Powell kumaliza muda wake mwezi wa 5. Mm. Eh, sasa hapo unajua kinatokea kitu gani? Mm. Hii nomination ya Kevin Wash mm. ili confirm uncertainty. Sasa mm. iki confirm uncertainty mm. na watu wana trade kwenye expectation. Mm. Kumbuka Kevin Wash, yeye ni mtu ambaye yuko against printing money ovyo, ile monetary expansion. Mm. Yaani ni kitu ambacho hakipendi kabisa. Sasa na ukiangalia kina Paul ni kama walikuwa wameprint print hela sana, sana pratika. Yeah. So it's very obvious jamaa akiingia one of the expected thing hmm. Anawezekana akabakia kwenye discipline za institution hmm. Kwa muda fulani kabla hajafanya mabadiliko yake. Kwa hiyo ina maana sasa ukiangalia vitu kama via rate cuts hmm. Vinaweza vika take time. Yeah. Kwa hiyo ina maana kama rate cuts ziki take time mm -hmm. By default pesa mtaani zinafanyaje? Mm -hmm. Zinapungua zinapungua, kwa hiyo ile collateralization yeah. ya assets to tofauti tofauti mm. Inakuwa haipo, kwa hiyo ina maana mzungu wao unafanyaje? Unashuka mm. -hmm hiyo trigger ili confirm uncertainty, watu boom, wakaanza kuogopa watu wanaanza ku sell, kwa sababu ile trigger ya kidogo. Kumbuka buffer ya market ilikuwa ni ndogo ndogo tayari, kwa hiyo watu wakaanza kupanic, wanauza wanauza wanauza collateral. Sasa shida ambayo ilitokea ni moja, wanasema ah, sawa, watu walipanic wakaanza ku close orders zao and all that mm, lakini bwana, gold nayo iliporomoka sana mm -hmm. kitu ambacho watu wanasahau ni kwamba gold ni tunasemaga ni ni, ni ni ni ni asset ambayo ni heaven asset, lakini like mm. ni very liquid yani kuiuza ni faster mm. Kumbuka kwenye li, kwenye hii risk off ambayo ilitokea ilikuwa mm -hmm. ni liquidity mm. eh, tensions ndio tunasema ni mm. liquidity eh, nini tunasema pressure ndio mm. yeah. Sasa hii tension ya liquidity ambayo ilikuwa imetokea ambayo ni risk off ya muda ili mfupi mm. watu wanahitaji pesa, na kama wanahitaji pesa, wanaenda kuuza wapi kwa sababu most of the orders ambazo zilikuwa ziko over leverage zimekuwa zi denominated against Yes, yeah. si ndio? mm. Sasa cascading inavyotokea, automatic sell inavyotokea, maana yake asset zote zinakuwa zinauzwa kuelekea dola. You get the point. mm. na at the same time kuna watu wengine wanakuwa wanahitaji dola kwa ajili ya kukava collateral zao mm. unakuta sasa naona, eh, sasa hapa cha kufanya kipindi hiki mtu mm. anakuwa hatafuti kitu sahihi cha kufanya, anatakiwa kufanya kitu kumiti obligation mm. kwao. Unakuta goldi ndo, ndo kitu pekee ambacho naweza kakiuza mm. wanauza wapate keshi waweze kusoti madeni waweze yeah. kuset payment za watu mm. the same time ikatokea kwenye vitu kama bitcoin mm. ethereum kwa sababu hizi ni crypto zina trade 24/7 they are liquid kuuza mm -hmm. ni rahisi, mm ndio -hmm. Unakuta watu wakauza bitcoin and all that na most of the the, the, the transaction ona, ni institutions zilikuwa zinafanya hivyo yeah, institutions kwa eh, nice. Hiyo unakuta shida ya cash ndio ilikuwa kubwa mm -hmm. Kwa ndio maana unakuta crypto zikashuka mm -hmm. na gold nayo ikashuka, lakini gold kushuka kama ilivyoshuka safari mm -hmm. sio kama ni kitu cha ajabu, hizi hizi cases kama hizi kitokea pale kunapokuwa na liquidity pressure mm -hmm. Mwaka 2008 ilitokea case kama hiyo mm -hmm. gold lazima ishuke iweze ku save the situation halafu tena inaanza ku leverage inapanda juu. mm. -hmm. Lazima ita recover mwaka mm. -hmm. 2020 ilitokeaje? 2022 ilitokea hata juzi mm -hmm. ilitokea. mm -hmm. Sasa hivi ni vitu ambavyo vinatokea kama tunasema we call them kama black swans, yani ni matukio amba, ni matukio ambayo yako least expected kutokea. mm. -hmm. halafu yakaenda against the market mm. -hmm. ah, lazima mambo yailipuke ya kama hii lakini eh, kitu kimoja kabla labda hatujaenda ku close kuweza kusema kwamba okay, sasa kama investor ukiwa umeinvest kwenye asset kama hizi mm, nini unatakiwa ufanye kipindi kama hiki, kama una chochote cha kuongezea kwenye haya <coughs> maelezo maelezo yako alikuwa ni mazuri sana yeah, lakini pia nilikuwa natamani nimuongezee, uh, msikilizaji wetu au mtazamaji wetu yes Watu wengi hawajui hizi rate cuts yes. Zinakuaga zina effect gani? Yeah, yani yeah. Rate cut maana yake gharama ya mkopo inapungua yes. Maana yake unaweza ukakopa yeah. Ukaenda ukafanya mambo yako na hata ile marejesho yako yanakuwa ni madogo yes. Rate cuts zikipungua maana yake watu wanaweza kukopa kirahisi, ndio maana mm -hmm. Unasikia wawekezaji wengi wa bullrun wanasema tunasubiria rate cuts zitangazwe eh, hey. Kwa sababu rate cuts zikitangazwa watu watachukua, watanunua crypto, watanunua nini mm -hmm. Kwenye ulimwengu wetu sisi wa kripto watu tunasubiria rate cut mpaka sasa hivi. Yeah. Sasa unapoambiwa kwamba rate cut haziji, then obviously the sentiment inakuwa inakuwa inazidi ne kuwa negative. na yeah. inaonyesha kabisa kwamba although sisi tunajitahidi sana kuelimisha watu yeah. na kwamba bwana hii market you have to be logical sometimes, participants wengi mm-hmm. wanaenda na emotions narratives na, eh, na narratives na pamoja na kumiti zile obligation zao, kwa sababu yeah. kuna sometimes vitu vinatokea unashangaa institutions kubwa ambazo zilikuwa zinanunua Bitcoin zinauza Bitcoin zao kwa muda ili kuweza kucover labda ile pressure ambayo, pressure ambayo ilipo pressure same yipo. nyingine. So it really shows kwamba hizi dynamics za market uh, inabidi tuzoe. Tuzoe. Na haziwezi we ndio maana hata jana nilikuwa nimetoka kiki nikasema it's a normal economic stuff kwa sababu si mm. kwamba ndio itakuwa mwisho. Mm. Ila kitu ambacho labda pengine tungewashauri watu ni kwamba mm. wasi invest kwenye bei. Yaani mm. Do not be like uh, unapenda. Yani wewe unataka kuinvest at the same time unataka kufanya kama unafanya trading, trading mm -hmm. what traders ndio wanachase price mm -hmm. ila investor wewe una invest kwenye wazo, kwa hiyo mm -hmm. wewe angalia coin ambayo ina wazo nzuri nyuma yake. mm -hmm. nunua coin zako, kaa pembeni, endelea kufanya mambo yako. mm -hmm. market zitapanda, zitashuka, lakini at the end of the day kama coin ina project nzuri nyuma yake lazima itastabilize na itaendelea kuperform vizuri. That, that's all I know. kwa hiyo mm -hmm. ili uepuke pressure kama hizi nunua asset nzuri ambayo haikupi pressure, basi ila ukijichanganya unanunua asset ambazo unafukuzia bei kama mwekani tapanda, kuna bulani, ah, lazima pressure ikupande. Bado kwa sababu sikuwa unachukua pesa yako ya mkopo, unachukua pesa sio ya kulipa ada za watoto, sio iweze kukodi kodi ya nyumba, unaweka huko, unategemea mwezi ujao ipande, lazima kikulande. Yani hapo hapo hamna, hamna mjadala. Kwa hiyo watu inabidi wajitahidi kufanya investment kwenye business ideas, lakini mm wasi invest kwenye chase price tag, kwa sababu is obvious zitaenda kubackfire yeah. yeah. Basi jamani, ilikuwa yeah. Ni ndo that's, that, that, was it. It was not like an an, an, an, organic economic uh, I mean market movement wala mm. Haikuwa hivyo mm. Ilikuwa ni, <coughs> ni ni, ni, ni, kitu ambacho kimetokea kama ni incident na basically uh, siku zote wanasema asset nzuri huwa ina <coughs> sorry asset nzuri huwa ina ina ina, ina, ina win kwa kutumia fundamentals yeah. Lakini asset mbovu huwaga zinaenda na narratives His hypes na kadhalika, namana unakuta katika kipindi kama hiki ni nzuri eh, coin ambazo bei zake zilikuwa overpriced zimeshuka mm. mm. Project ambazo zilikuwa haziko stable zimekufa mm. Kwa mm hiyo -hmm. hii si kwamba crypto market imefeli ila imefanya hygiene mm. Imesafisha, yani zile crypto ambazo sio mm. zinatolewa kwenye mzunguko. Kwa hiyo ni vitu ambavyo yani hatu expect kwamba vitaisha mm. vitazidi kutokea mm. na zaidi na zaidi. Kwa kikubwa, ni mtu wewe, unajua malengo yako ya kuinvest, lazima yaendane haswa na namna ambavyo uhalisia wa market au uhalisia wa asset na investi ikoje in basi jamani, ulikuwa na mimi, Trees Magno pamoja na Charity Aaron tulikuwa tukiletea uchambuzi kwenye Crypto Reality Check kuhusiana na namna ambavyo, uh, last week tumeweza kuona crypto zinashuka, uh, stocks zinashuka lakini na shuka, gold ikashuka na dola ikafanya vizuri. Watu wakaanza kusema dola, mbona imefanya vizuri, inakuwaje? Dola hmm. haikufanya vizuri kwa maana kwamba ilishinda, ila ilitumika kwa ajili ya kuweza ku escape ile pressure ambayo ilikuwepo na the only denominator ambayo inakuwa globally used ni dola. Kwa hiyo dola ilikuwa ina uhitaji kwa ajili ya ku save the situation kwa muda ule. Ndio maana unakuta imekuwa strong. Dix imefanya vizuri. Umeona imefanya vizuri na it's it's an advantage, it's a win win situation, lakini ipo kwa ajili, ilitumika zaidi kwa ajili ya ku save situation ambayo ilikuwepo. Eh, watu walikuwa wanataka ku collateralize ile tunasema ku, ku close leveraging position yani hmm. Ilikuwa lazima ununue dola, yani by default ilikuwa haina jinsi hmm. Lakini ni incident ambayo inatokea muda mfupi baadaye, market na stabilize, mambo mengine yana- yanaendelea hmm. Kwao tuwakumbushe tu uh, conversation hizi zinaletwa kwenu na encrypted wallet, moja kati ya wallet bora kabisa ya kutunza na kumanage asset zako za kidigitali hmm. E, kwa hiyo tembelea play store, app store, download encryptors, right? lakini pia kumbuka hii wallet na service ambazo zinakusaidia wewe kama mtumiaji wa crypto uweze kupata passive income kutokana na asset ambazo unazimiliki. Kwa hiyo utatembelea play store, tembelea app store, au tembelea tovuti yetu www.cryptos.com uweze kuona ni mambo gani ambayo unaweza ukajifunza huku, lakini kumbuka, kama ni vitu vigeni kwako, karibu sana ofisini kwetu. Tuko Ubungo Plaza floor namba 4, utapata elimu vizuri kabla haujafanya maamuzi. Na ndio dira yetu kubwa kwamba soma, elewa, ndipo ufanye maamuzi. mm -hmm. Una ni wakati mwingine usiache kuacha comment yako, lakini pia usiache kusubscribe. Bye.